Lakini ukija kwenye nyingine umezungumzia pombe tena, hapa mmeweka pombe, umeweka pombe hapa za kawaida kabisa, ila mkasema pombe zina madhara mengi, mmeainisha hapa mioyo, kongosho, kisukari, ini, ubongo, nini mengi, utapiamlo na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu linateketea na uzazi na vingine, taifa letu linateketea, linateketea kwa pombe, achilie hizo ambazo mmeziandika hapa nzuri tumeshaongea mpaka kubungeni hadi Mheshimiwa Spika akaelekeza mkalete, mkafanye uchunguzi, mlete tafiti za kina. Vijana wanateketea kwa pombe ambazo zingine ni feki. Leo sitaji sikuwe nilitaja, ambazo zingine ni feki, vijana wetu wanateketea, zinauzwa holela mpaka kwenye maduka ya chakula. Mheshimiwa mm. Mwenyekiti, mnasema si figo ni expensive if we don't prevent definitely, kiwa ingekuwa expensive kama hatutozuia, ambazo zinaleta na magonjwa mengi mengi fedha nyingi sana kutibu Watanzania. Taarifa. Uh, Mheshimiwa Festo Sanga. Uh, asante Mheshimiwa, nimpongeze ni uh, mbunge hodari kweli kweli wa Tarime, dada Esther kwa mchango wake mzuri. Wabunge wengi tumezungumza hapa kuhusu bima ya afya kuchangia, tutatafuta fedha nyingi sana, tutaweka kwenye mfuko wa bima ya afya na bima ya afya itawezeshwa lakini mzigo tunao utengeneza utakaoenda kutumia hiyo hela kwenye bima afya unaotokana na magonjwa yasiyo kuambukiza, na kwenye ilani inaelekezwa class 62 na ilani mpya itakuwa ni changamoto kubwa sana, kama wizara haitakuwa na mkakati wa kudhibiti pombe zinazoleta magonjwa ya figo, zinazoleta magonjwa tofauti tofauti, kwa sababu mzigo wote wa fedha unaopeleka no kwenye bima afya utaenda kuisha kwenye magonjwa haya kama hatutadhibiti mapema. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Esther Matiko anapokea? Haipokee, ni very positive aspect. Ni kweli sasa hivi watu wanajitibu, ila tukija kuweka universal health coverage itakuwa ni bombshell, kwa sababu tutakuwa tunatumia hela nyingi sana kutibu haya magonjwa. Kwa hiyo tukiwe tu, tu prevent tuhakikishe tunadhibiti, shirikiane na wizara ya viwanda na biashara, fikiane mamlaka zingine zozote. Hizi pombe ziko mtaani, haziuzwa hata kwenye mastockist ambao anatakiwa kuuza pombe, zinauzwa kwenye maduka ya vyakula. Na huwo Watanzania, unakuta mtu anakunywa pombe, tunazika sana, labda nyamziki. Mtu anakunywa pombe, tena sio paka kwa figo. Mwingine anakufa tu kwa sababu mtu ameshikilia ki energy drink. Sio energy drink, that one boda boda, wengine sio energy drink ile. Vijana wanakufa wengine, wanakula hawali, wanakufa, taifa linateketea, tuwasave. Yaani kama nchi mnatumia mitutu ya bunduki kulipo, kulinda mipaka ya nchi, wakati ndani vijana wanateketea kwa vitu ambavyo mngeweza kuvifanyia serikali mkapunguza vifo vya Watanzania. Ninaomba sana mheshimiwa mwenyekiti, hii ni crisis, muiteke as a priority, muhakikishe mnadhibiti pombe zote hizi na mdhibiti hata watu wanaouza lejaleja. Wakikamatwa washtakiwe, watu wakinywa wa wa wanye kwa star kwa mamlaka ambazo zimepewa leseni ambapo wanauzwa kwa mujibu wa taratibu na kanuni za nchi yetu. Asante sana, sana mheshimiwa mwenyekiti.